Yani, speed niliko nao sasa hivi ya kufanya mziki si hofi yoyote yani myote un no mjua ni msanii anafanya mziki Tanzania, hata Konde hata mzee. Yani mimi yani hapa ya. Babu? Ah. Babu, si ukikambe si mzee pale babu yetu <laughs> <laughs> babu yetu kabisa si, babu yetu Babu mzee Diamond eh. Hey. Oh, hofi yoyote Eh bwana, siku hizi mbili tatu mitandao imekuwa ikizungumzia sana ugomvi baina ya msanii wa Konde Music Worldwide Ibraah pamoja na bosi wake Harmonize, huku kukiwa na tetesi kuwa msanii wake Ibraah anataka kutoka Konde Music Worldwide, ila bosi wake ambaye ni Harmonize anamuitisha bilioni moja ya Kitanzania. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram, msanii Ibraah aliamua kufungua uwanja wa maswali au comment section kwa mashabiki wamuulize swali lolote, na yeye aweze kuwajibu na moja kati ya maswali ambayo aliulizwa sana ni lile la kwa nini anataka kutoka Konde Gang. Hivyo basi, ningependa kwanza twende moja kwa moja kwenye posti ya Ibraah usikie alichosema, alafu turudi tu kwa comment section ili tuweze kupitia baadhi ya maswali na uone jinsi Ibraah aliwajibu. Uenda ukasoma kitu hapa. Posti ya Ibraah ilisema hivi, asante sana sama na akamtag Maua Sama. Hapo wanangu wote wa Konde Gang, niulizeni swali lolote, nitawajibu wangu ili mjue mimi sio kama naikataa famili da, naumia sana. Swali la shabiki wa kwanza lilikuwa hivi, kwa nini unataka kutoka? Swali muhimu. Ibra alirudi kwa kumjibu hivi, Konde ndio alinifukuza famili Nilijaribu kuongea na Chopa ambaye ni maneja wake na ni kama mlezi wa Konde Gang, ila jibu lilikuwa sijamkosea chochote. Shabiki mwingine akaja akamuuliza, kinachofanya uambiwe na Mzee Konde ulipe hiyo bilioni 1 ni kwamba umeomba utoke kwenye lebo, au sababu ni nini? Ibraah akamjibu, Mzee Konde alinifukuza mwenyewe, family, mbele za macho ya watu. Ni bora angeniambia mwenyewe tu, aliongea mbele za watu, leo ananidai B, yani dah. Mwingine naye akaja akamwambia hivi, There is reason behind, bro. Lazima kuna kitu kimefanya ufukuzwe ndugu. na Ibraah akamjibu simple tu kwa kumwambia hivi, kama itatokea siku akasema naacha kuimba huyu. Mwingine naye akaja akamwambia hivi, mbona kama sasa hivi wasanii wapo na wewe sana kuliko kawaida na kutoa ngoma kali, ujaanzia copy and paste, ila sasa hivi ndio wapo na wewe sema hawa watu wasije wakakuingiza mkenge bro. Ibraah karudi akamjibu hivi, wengi wao wanajua ninachopitia na muda mwingi wamekuwa akinisaidia nikiwa na shida hadi yamefikia mtandaoni. Da, nimevumilia mengi family. Labda niishie hapo tu. Lakini je, unadhani Harmonize alikuwa na sababu ya kweli kumfukuza Ibra au kuna jambo kubwa linafichwa? Niachie kwenye comment section.